Hata wale free mason waliookoka, ushahidi wa kwanza wa kwamba umeokoka, una fimbo ya chifu na choma moto. Una cheni zao zenye msalaba na Yesu aliyekaukia hapo, choma moto. Una kanzu zao nyekundu, nyeusi, nyeupe choma lakini unahubiri umeivaa kanzu ya masoniki, utuambie umeokoka? Na ne ni no, tusidanganyane bwana. Kama ni kuokoka, situfanane na walokole. Bwana Yesu asifiwe, eh. Ngojeni niwambie mfano, hivi ninavyoombea watu mapepo yanaanguka, ningekuwa nimevaa pete eh? halafu nina ile